Kampuni kubwa inayojulikana kimataifa kwa upigaji wa picha za wasanii wakubwa na matukio makubwa, Get Images imetangaza rasmi kuachia picha moja Diamond Platnumz kwa dola za Kimarekani 499 sawa na shilingi milioni 1.3, ikiwa na ubora quality kabisa ya hali ya juu, na hii ni 25.1 megapixel kwa wale ambao wanaotaka ubora, yaani quality tofauti tofauti za picha hiyo. Inamuonyesha Diamond Platnumz akitumbuiza katika tamasha la Hot 97 Summer Jam, na quality ya chini kabisa ni dola 150 sawa na shilingi na laki tatu na elfu tisini na moja za Kitanzania. Quality ya kati medium, ni dola za kimarekani 350 sawa na shilingi laki tisa elfu kumi na mbili za Kitanzania, na quality ya juu kabisa hai ni dola za kimarekani 499 sawa na tisa, shilingi milioni moja laki tatu elfu thelathini na nne. Kwa ujumla, hatua hii inaonyesha wazi jinsi thamani na hadhi kubwa ambayo amefikia Diamond Platnumz ameifikia kwenye muziki eh, duniani. Lakini nikukumbushe kwamba hiso mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz e picha za get images kwa sababu pia utakumbuka BT Awards mwaka wa 2016 ambazo zilifanyika maeneo ya Microsoft Theater Juni 26 mwaka 2016, huko pande za Los Angeles California, Diamond Platnumz alipigwa picha na, na get images, na hii picha pia inauzwa. Ukienda huko utaikuta picha hii inauzwa, kwa quality ya chini inauzwa dola 150 kama ilivyo hii, lakini pia medium ni dola 350, na kwa ukubwa ni dola 499. Eh, hii picha ilipigwa na photographer ambaye anaitwa Allen. So Diamond Platinums kwake si mara ya kwanza kutokea huku, ila history inakuwa kubwa kwetu nchini Tanzania kutokana na namna ambavyo Diamond Platinums mwezi huu kwake umekuwa ni mwezi mkubwa sana, kuanzia show ambayo alipiga pale London, uh, Royal Albert Hall, ukiacha hivyo Manchester kwenda Scotland kwenda Summer Jam na kuandika rekodi ya kuwa msanii wa kwanza kutoka East Africa na Tanzania kutumbuiza kwenye stage hiyo na namna ambavyo ameiwakilisha Tanzania vizuri kabisa. So uh, story za yeye kuingia Get Images eh, imekuwa kubwa sana lakini Diamond Platinums kitambo tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na sita. Nimeona stori hii imepostiwa pia Wasafi. Nimeona Romy Jones hapa nimeona ameacha comment yake. Romy Jones pia ni vice president wa pale Wasafi, anasema ni bora nikanunue ubwabwa. Eh, kuna wengine wanasema wanatumia kwa screenshot, lakini picha hizi zinakuwa zina copyright. Ni vile ambavyo baadhi ya watu wanaona ni simple, lakini kuna maeneo ukizitumia ama ukiitumia ni, unajua ni haki miliki ya mtu fulani. Tajitahidi kuja na elimu hii ya picha kama hizi ambazo zinakuwa zinauzwa lakini pia kuwa copyright ya watu fulani. Mimi ni Sadi TZ, hii ni simulizi na sauti.